Hili halina kusubiri chakula. Ndiyo mjomba, tunaingia huko huko, mtaa kwa mtaa, tunaenda kutafuta kijiwe kwa kijiwe. Haina shida mjomba, mpaka tuwapate. Sawa mjomba, wewe mama Jori Abembe. Haya, mimi kwa a nitoke na, na kijana wako hapa mara moja Hakuna shida. Umtafutie kale kabata kadogo kadogo basi. Maana mjomba wangu kupenda vipata vidogo vidogo yuko vizuri sana e, ila utani tu mtu wangu. Mwandalie bata mzuri mzuri. <muchos> <muchos> Mchungaji, karibu karibu sana mama mchungaji, karibu. Tumepotezana. Nashukuru, kitambo. Karibu mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina rafiki njema. Karibu mama mchungaji, jisikie huko nyumbani, karibu sana. Nashukuru sana mama. Amepotea mtumishi wa Mungu. Ni changamoto tu mama mchungaji, tu hivi changamoto iko hapa ndogondogo yani ndo zinasababisha yani hata nisionekane kanisani. changamoto gani binti yangu? Hmm, mchungaji, story ndefu, ila ilan eh, yani naweza nikakuelezea tu kiufupi mama mchungaji, labda hata unaweza ukanisaidia. Sawa, hata mi kidogo. Mimi changamoto nizonazo hapa, kwa kweli mama mchungaji, mume wangu tulikuwa tuko vizuri tu, tunaishi vizuri tangia amenioa, lakini eh, baada ya hapo akabadilika mama mchungaji, yaani amekuwa mvuta bangi, amekuwa yani, yani sigara, pombe. mm. binti yangu usijali, hiyo yote ni changamoto ya maisha ah, alafu ni mambo madogo tu. Alafu hiyo yote ni kwa sababu wewe haupo uh, karibu na mwenyezi Mungu. Emrudie Mungu na ufanye maombi sana tajitaidi kukuombea sana Amina. nitamwambia mchungaji tukuombe. hey, itakuwa jambo. Na waumini wengine tutafanya maombi juu yako, itakuwa jambo la heri sana mama mchungaji, maana kwa sasa hivi yani hali nilionayo yani eh, hadi inanipa inanipa mawazo, ndio maana hata nashindwa kabisa kuhudhuria kanisani nikifikiria yani maisha yangu hapa nilionayo yani ni changamoto kwa kweli mama mchungaji.

Unajua, kazi ya shetani binti yangu huwa ni kuharibu, anazunguka zunguka, anajipenyeza, anaharibu. Ah, pole sana binti yangu, asante Asante kwa ulinzi uliotupatia mpaka masaa haya, jina lako linjie. Yeah. Tazama, nipo kwa mtumishi wako, ana changamoto mbalimbali. Bwana, namweka miguuni pako, naomba mpokee, umlinde, nitatulie changamoto alizo nazo. Yeah. Naomba Baba, pale ninapomwacha neema ya Bwana ikatawale kwenye nyumba yake, ni ili ombi chache likufikie mahala pako, kwa jina lako Yesu, amen. Yeah. Yeah. Binti yangu, Abe, mama mchungaji, mi nataka ni kuache kidogo. Aa, kuna muumini mwingine pale, nenda kumwangalia, ni siku nyingi naye aji kanisani, alafu amekumisi kwa uimbaji. Nitakuja hmm. Mama mchungaji nitakuja. Ah. Ujitahidi sawa, mkaribishe sana Yesu, fanya ibada sana, mwombee mumeo, mwombee atabadilika. Tutaunganisha nguvu za Mwenyezi Mungu, wote tutakuombea. Pia ukiwa na changamoto yoyote usiache kunijulisha, wala usiache kuja nyumbani. Sawa sawa mama mchungaji, mi naondoka. Binti yangu, ha, japo, eh, ila karibu sana, umekuja una haraka haraka, mama mchungaji, yaani hmm. hata hujasubiri hata hata maji ya kunywa hapo nini? Eh, mimi hamna, usijali binti yangu, wakati mwingine hmm. nitakuja hmm. <laughs> haya, asante mama mchungaji. Karibu sana, asante kwa kunitembelea mtandaoni wananizingua mshikaji. Nani anakuzingua bigi? Pigo gani? Wananiambia wana nikope dem kwanza hmm. hmm. wameanza kuniambia nikope mwanamke, ishaoa ni ni hmm. ni ni na nakopaje mwanamke? wakaniambia basi kopa nini kopaduwanaambia. Mm. Yaani, ganja gari kizengi, yani mpaka namkumbuka marehemu mwalimu Nyerere mwanangu. Alikuaje? Yaani wewe acha tu mwanangu ni ni bonge ya stori mwanangu. Alafu, unajua Nyerere nimesoma naye huyo naye, na ya Nyerere alisomeaamarataifa acha <tie> kuturusha na wewe. Sawa. Kwa mjomba leo na imani. Hapo mimi napenda kwa kwenda sawa. Yaani leo mjomba wangu leo lazima wapatikane. Hebu sikiliza harufu hiyo. Yaani mimi nakusikiliza wewe mjomba, twende. Kumjomba leo lazima kieleweke. Leo mjomba? Leo mjomba. Mjom. Mjom no ah, <kakukakakakakakakakukia> kwa mjomba bwana. Ngoja tuone hawa vijana bwana. Hawa vijana, habari yenu? Fresh. Pigo gani za kishamba hizo, tunafatana maskani hapo, wazee. He, ulikuwa nasema mjomba? Mwizi wangu ndiyo huyu hapa. Kwa, huyo ndo mwizi wako? Ndio, alienibia mjomba. Oya masera, vipi kwani mbona siwaelewi nyewe. Tufani, achana nao. Kama vipi, piga chini yaani yao Wanaturusha stimu tusiwaelewe, siwaelewi hata. Yani yani, amsomeki hata kwenye akili yangu. Hivi ni wapi kwanza hizo hivi yako? Unawasikia wajinga wanachokusema njomba? Wewe sio unashasema mwisho wako ndo huyu? Mwisho wangu ndo huyo, namfahamu vizuri mzee huyu. Eh, unajua Bigi, kwa nini mimi wewe nakuelewa sana na nitambua vizuri, mimi heshi sana sawa. Amani mimi tunaheshimiana, hatujawahi kuvunjana heshima hata siku hii, mwanangu wewe, unalijua hiyo unamwona huyu dogo eh? hii namba ya kazi sawa. Huyu mimi ni mjomba wangu ametoka mjini, lakini wakati anafika hapa kijijini, kuna kijana wako mmoja akamwibia ndugu yangu hapa. Si tunaelewana vizuri huyu, ukaibiwa simu na kijana wako, na ndio mwizi wetu huyu hapa. Oya, pigo gani za kuniambia mwizi, mkimwona mwizi mnamjua? Oya mwanangu unachukulia zoba nafikiri yani. Kwamba mimi nitakusahau yani bigi sikia. Lakini naona sisi leo hapa tumekuja kwa wema tu, sawa. Lakini naona hawa mbunge wako hawa. Sasa kwanza hii kwanza nimsikilize nani, hawa shikaji wanasema, mwanangu we nishakumake hadi hapo kwa popote takukutana mwanangu, oh kinanuka aijimino natuchanganya kama siku nyingine, bibi, siku nyingine mkija, utaona <tipa> moto jinga jinga tena Mwanangu, naonekana wewe ulipiga unachoki. Unachokipanda sasa ndiko utakachovuna wakati ukifika. Wakati wako ni sasa.

Amehama, sijui wako wapi? Nawapataje? Nilikuwa na kitu muhimu sana cha kuweza kuzungumza nao. Eh, Mungu unifanyie wepesi katika hili. Najua ni kazi ngumu, ila tabita hivi eh, Mungu unifanyie wepesi mzee wangu shikamoo. ha, ha, ha, ha. Kwema? habari ha, za uzima, habari ha, ya familia, hamjambo? Hatujambo. Sasa mi nimefika hapa. mm -hmm. E, nimekuta kuna vijana, nilikuwa nimekuja kuwatembelea hapa kidogo. mm -hmm. Nimewakosa. Sasa sijui unaweza kuwa kidogo labda wewe mzee wangu kidogo, nyewe mitaa hii ni wenyeji, sasa unaweza labda labda kuwa mmewaona, labda kuna mm -hmm. sehemu wana wana maeneo yao mengine tofauti na kipindi fulani katika maeneo hayo, nitajitahidi niwafike, maana nina kitu cha muhimu sana nilitaka kuzungumza nao e. Basi nishukuru sana ngoja mimi nielekee hivi. Lakini, karibu kanisani bwana. Uje kanisani bwana, basi barikiwa. Amina, amina

Habari za siku nyingi, mambo yanasemaje? Ah, salama tunamshukuru. wapi tena, mbona ni njema. Kwanza nimekuona natokada ku... kuna wao wale vijana walwanakae wanapenda ukaa ili jengi hapa hapa, hey. Mtumishi hawa, hawa. na kati gani hao? kwanza Yaani, hao mtumishi eh? Kwanza nina kitu cha muhimu sana ndio nao, yaani ina mazungumzo nao ya muhimu sana sasa. Usipate tabu eh. A mabwana, mimi mwenyewe mimi hapa kuna mm, mgeni alikuwa kaja pale nyumbani kwangu, kijana wangu, mtoto wa dada angu eh. Alikuwa pale nyumbani, lakini siku anafika tu wale mabwana walimwibia na, tuwale wali mm. Na nikajaribu kufanya operation ya kutafuta vijiwe vyao vyote, nikagundua mehamia kijiwe kikubwa bondeni kabisa kule chini kule mwisho kabisa mzee wa maramani mashamba ya mzee Usmani, ah, basi hata mzee Lumala ndiye nielekeza kwamba siku hizi wana maeneo, sio wale wanazokuwa wanajichanganya, wana huko chini chini. Sasa nikashindwa kuelewa hapa kwamba ni huko chini wapi? Aha, hey. Kama ni hao ndio wanatafuta hey. Siku hizi wako kule bondeni mwisho kabisa kule kwa mashamba ya mzee Usmani kule. Oh. Kule ndio wapo siku hizi oh, na ndiko kijio chao kikuu oh. Kiko huko, yaani muda wote ukiwatafuta sasa hivi hmm. kule sasa bwana, mimi nikushukuru. Basi hakuna tatizo. Sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ashukuri sana. Nashukuru. Sasa mimi ngoja nikaone nao. Basi hakuna tatizo. maana ni kitu cha muhimu sana nataka kuzungumza. Basi hakuna taabu. Wewe kama ni leo. Wema. Wema. Bwana, asante sana kama wewe we unaweza kaona muda leo, unaweza kaenda au kaamua kwenda kupumzika, saa hizi muda umeenda. Sawa eh, lakini wewe yanko, sisi sinajua sisi au sawa. Shukrani, shukrani sana sana. Umesema huko bondeni eh, bondeni, bondeni kule kabisa kule. Nikishuka na wewe saa hizi bwana, utachelewa hiyo. Kesho ah, kesho hakuna tabu. Haya, msalimie mama hii mboga yenyewe, Mungu wangu jamani. Haya eh, maisha ya sijui mpaka lini, maskini eh, kisambu iki chenyewe ndo hivi, hata ele ya chumvi, yani hata hele ya chumvi sijui, yani kisambu kitaliwa hata bila chumvi, uka yenyewe ndani hamna, yani haya maisha haya sijui mpaka lini. Mungu wangu jamani, mwanamume mwenyewe ndo hivi, hataeleweki bibangi kama yani, kama yote kigara ndio yake, pombe ndio za kwake. Yani ya maisha haya, Mungu wangu! Hey, yani Mungu msaidie. o maisha yenyewe ya ulewaji ndio haya. Kwa kweli mimi atanishinda, yani atanishinda. Hey, ya nimeshavumilia mboga hizi hizi, kila siku nimeshazila, yani mpaka, yani hadi tani utumbo utabadilika kwa ajili ya hizi mboga, jamani. Yni hey, yani huyu mwanamume Yani ni shida, ni changamoto kwa kweli, yani maisha yenyewe hapa yenyeemie hata sha yani hata nawaza hapa kuviosha, sivi niviingize tu ndani bora tu hata niviingize kwanza ndani, maana mimi maisha yenyewe ndo haya. Yani hapa nimeshavumilia hadi nimetoka. Hebu ngoja kwanza niviweke ndani angalau sivi hata ni-, yani hata hapa sivi nifanyeje maisha jamani?

Nimechuma mboga lakini nimekosa chumvi. Wewe unanirisha mimi majani, nimekuwa kobe?